Hatuigizi wala hatutanii, tunauhitaji ubingwa wa soka la Tanzania kwa uvumba na udi, na ndio sababu unaona muda wote tuko katika kupambana na kupambana kwenyewe kwa ubora wa hali ya juu. Kitu kizuri kinaandaliwa, JKT Tanzania imeandaliwa na maandalizi yenyewe ni tangu usajili, sababu huwezi ukasema niko vizuri alafu na wachezaji wa kuungaunga, tia maji, tia maji. Asipokuwepo mchezaji mmoja, unaanza kushika kichwa, unakuna kipara, mambo hayaendi, kwamba sijui nitafanya nini. Kwa hiyo sisi tulijiandaa mapema, tumesajili vizuri na nyewe wa Tanzania, mnashuhudia, mnaona tuna benchi la ufundi lenye uwezo wa hali ya juu sana likiongozwa na kijana Mtanzania Ahmad Ali, ubora wake hauna kificho FM. <todic>